Sav and Associates of CMC and TVB. Au sio? Na team pass wa kichwa team ya taifa na Twitter PK Production Materials. Ya patena. If you want to see ya, ya picha naita The New Kung Fu Culti Master. Ah, uh, hizi ni zile finals za ukweli. Ya, yeah, final. Yani ukiambo ni finals za ukweli, yu ya ni final za nguvu. Translation imewekwa na mtu mmoja anamuita Yoyong Masamba. A kampuni ya Yoyong Masamba ndio mhusika na translation. Picha inaitwa The New Kung Fu Cult Master. Sasa ni pale pale tulipokuwa tumeweza kuishia. Binti ana experience. Atafanya kosa. Akamwambia tatizo la mimi na babangu usiingilie. Baba anasema sasa nimefanya maamuzi. Atakebebe ni jukumu kuanzia sasa hivi atakuwa ni chinkuni. Jukumu hili la mwacha chinkuni. Utakiwa kuingilia tena. Takiwi kuingilia tena ilo tatizo Higa. Binti anasema sasa, mwisho umepata kile ulichokuwa unataka. Princess is too much, mimi mtumikia mfalme, jukumu langu ni lile lile. Ni nani atakayeweza ku challenge mfalme? Mimi siwezi kufanya kitu chochote. Mfalme anasema nimekwisha kupatia ile jukumu tayari na vile vyote vya ile jukumu. apewe Kitambulisho kile kanyang'anyo. Baba nasema bila ruksa yangu utaki kuondoka datu. Datu utoke kama amna ruksa yangu, ili utoke ndani ya datu ni paka ruksa ya baba ya mzee mzima anasema, kwa nini yani? Kwa siku moja tu kila kitu kimenidondokea mimi. Jana nilikuwa bado nina nguvu na ninaheshimiwa na, wa na watu wengi, leo nimekuja kuwa ni siku ya huzuni sana kwangu. Anajiuliza binti, anasema mi sina msaada wote, mi ni useless. Mara nasikia mtu anaambia, hamna, wewe sio useless. Mwamba kaja. Chochote kitakachotokea nimwambie tuonane. Nilifikiri kwamba hamb asingeweza kutimiza ahadi yake. Nilikuahidi vitu vitatu. Sasa hivi nimeshatimiza ahadi yangu ya pili. Yifu, sasa tunakwenda Jibei. Jibei kwa ajili ya kuona babangu wa kambo Paulu. Nitakupatia dragon sabre hapo hapo mahali nilipokulia. Ola, Pinguo. Pinguo, mamangu alikuwa ni ni Pinguo, yani nyumbani kwetu kabisa. Isla, basi asante bwana. Anasema atakwenda Jibei. Vipi unataka kunipe company ya kutembea? Basi bwana wakatoka atembee, kidogo anampa company mtoto mfalme ambaye mfalme ni adui yao, ya kutembea kidogo, lakini kuna kabinti wage kanamfatiliaga jamaa kila sehemu, kama vile nafikiri na kenyewe katakuwa kanapenda binti. Akawa nasikia baridi zangu uji, akatoa koti lake na kumfunika kumfuni Wanamwita zangu uji. Kabinti yaka hapa maskini, Roi na muuma, ye kazi yake ndo hivyo kumfataga zangu uji, Roi na muuma, na anatamani nafasi inga ipata ye, lakini ye nafasi hana. Labda mtafute skopioni kwa kunisaidia mimi nitakupatia hii tamu. Aya, santi. Kalisaidi waga na jamaa Kana mkumbuka Zangu uji ni mtu wa kusaidia watu, uwezo uliokuwa nao ni mkubwa sana. Kati ya watu wote wenye uwezo, Zangu uji anaongoza, uwezo wake ni mkubwa mwamba. Anamwita Zangu uji baada ya, ya ku kamata wale watu wote, niliwatuma watu waweze kunitafutia password attack, wakanisaidia. Unataka kujua ni kitu gani ambacho kitugani no. ilikuwa inafanya mm. Labda Yuzu atakuwa pale alichukua njiwa, nahisi kuna ujumbe alikuwa anatuma sehemu, akatuma ujumbe kupitia njiwa ile. Huku watu walikuwa kwenye mazishi, wanamzika kiongozi mkubwa, anaambia labda apumzike kwa amani baada ya maisha yake. Tafadhali utusaidie kumuua zani uji sita, sisi tutashirikiana nawe Aliyemuua mwalimu si yule bwana mkubwa. Kama ninajua kama una mahusiano za nje, kaka mkubwa Tini, tena usijaribu kuongea chochote. Mimi sio wa hivyo, mimi sina mahusiano na mtu yeyote. Kama ni kweli, mwalimu asingenipatia nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa. Takwe, tumia nafasi ya chairman kwa ajili ya kunifanyia ujinga mimi. Mimi unafikiri nakubali wewe. Ambezi ruo.

Vizuri. Iyo nzuri pia. Shetani, umekuja hapa. Wale wameshakufa pia. Sasa kuna spy yoyote. Akaingia huyo. Pigwa kofi. Nini? Ana mtu wake anamlindaga siku zote. Ambe kila kitu ni ujinga, kasoro yeye. Nataka nini? Niliamuriwa kuua member wa 6. Lakini niliambiwa nisimwache mtu yoyote asiishi. Yaani siache mtu yoyote aishi. Dada mkubwa ndoka akaambia kweli ni kwamba mimi sitaki kumua yote kati yenu. Sasa nataka kusema hivi, chief ni nani? Kabla ya kufa kwa mwalimu alinipatia pete ya uchifu.

ea unaweza kuwacha waende sasa. Wote wakaweka silaha chini, wanamkubali. Binti anaambia jichunge huyo, kamsaidia tu, nia yake ilikuwa sio kumfanyia chochote kibaya, ndio kumsaidia kwenyewe kushtuka Hmm. Mwasham Katare. Chairman. Inshanga. Anaambia kwa nini niko kwenye ship? Unanipeleka wapi? Zauko leo. Msisu. Eh? Hmm? Alishangaa kuwaona hawa. Kama hauelewi vitu mwingi. Na naona ndugu yako mkubwa alikuwa na tatizo na wewe. Tukaamua kuingilia. Tungeingilia ngikokuwa misunderstanding. Kwa hiyo nilimwomba ubinti akusaidie. Ili wale wenzako wakuelewa. Ambe alikula dawa akijua kwamba ni sumu lakini ile ilikuwa ni antidote. Sasa tunaelekea wapi? Ambe tunaenda mbali na hapa kwenda kumuona babangu wa kambo. Kama hauko tayari kwenda? Basi kuna shipu iko hapa karibu tu. Unaweza kuwaomba kuchukua kwenda nyumbani. Binti anambia, sasa mimi pia sina mahali pa kwenda. Kwa sasa hata yeye hana mahali pa kwenda anasema. Anasema wanawake watatu wa rembo eh? Wanakupa company, wewe una bahati sana. Usincheke. Napewa company na mamanzi watatu wa rembo, eh? Watoto beautiful. Anakwenda kwa ajili ya kwenda kumkabidhi huyu kwa babake wa kambo, sababu anataka ile Dragon Sabre and slaying Inaonekana sasa, tunakwenda katika sio warriors. Kwa ajili ya kwenda kumwonesha misi zao. Tambe lakini, eh, kwa kuwa ni silaha za urithi. Huogopi kwamba utakuja ushindwa kumpiga. Akaambia huo panga ni wa babu, ni wa babangu wa kamba. Ni ngumu sana huyu mwanamke kuchukua na kumaster wote. Lakini hatua za kung fu ndio kitu cha muhimu. Anasema kama wewe utakuwa pale, mimi sitakuwa na wasiwasi, mm, na kitu chochote. Binti atakuwa na wasiwasi kama jamaa yuko pale. Jambo la msingi ni mshikaji awepo. Binti naye anaonekana kabisa anamkubali na kumpenda sana mshikaji. Bwana Zangu Uji kanapiga makelele tu kuelekea huko alikokuwa nakwenda. Mambo ndo hayo sasa. Wakafika mpaka hapa. Zangu Uji yuko na mamanzi watatu. La, anasema yani sikujua kama kuna bado kuna sehemu za aina hii. Wanafika hapa, wakasikia kuna kelele fulani. Asema nini tena hii? Inaonekana kama kuna mnyama yuko hapa kambea pana. Izini atoe nyingi nguvu sana. Inaonekana kuna adui yuko hapa. Zani uji. Anasema inawezekana kuna adui yuko maeneo haya. Anafika hapa, anakuta kuna mtu kafungwa juu. Ha? Eh? Baba yake wa kambo kafungwa juu pale. Mama inabidi afanye mchakato kumsaidia baba yake wa kambo ambaye ni Lion King. Baba wa kambo. Cheki ngoma hiyo, kumbe sio baba yake wa kambo bana. Jamaa akapewa kitu nzito, wanamwitazamu uji, kakutanishwa baba yer. Hiyo ni episode ya nne. Sasa nafikiri itakuwaje kwenye sehemu ya tano? Episode ya tano inafuata baada ya kumaliza episode ya nne, ya tano hii hapa.